Jeshi la polisi nchini Tanzania limeendelea kuwa na intelijensia kubwa, kufuatia matukio ya hivi karibuni, uchunguzi ambao umekuwa ukifanyika kubainisha juu ya wale ambao wanakiuka taratibu, hasa wanaohusika na masuala ya uharifu aidha kuingia nchini kinyamera. Lakini pia jambo kubwa ambalo hii leo linazungumzwa ni kuhusiana na jeshi la polisi nchini Tanzania kumshikilia mwanajeshi kutoka nchini Marekani ni taarifa ambayo imekuwa ikizungumzwa na wengi, wakijiuliza jeshi la polisi limewezaje kumkamata mwanajeshi huyu kutoka nchini Marekani na ilikuwaje akaingia katika nchi ya Tanzania na kukamatwa mpakani akiwa na mabomu pamoja na silaha. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa awali na jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya, wamesema kwamba jeshi la polisi mkuu wa polisi Rorya hii leo Novemba 16, 2025 majira ya saa 6 mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya Sirali, limemkamata Charles Okuli Ongeta, miaka 30, mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sergeant, akiwa na mabomu manne aina ya CSM 68 ya kurushwa kwa mkono. Akitokea Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye namba za usajili KDP mia tano na mbili Y aina ya Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo kwa mjibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuojiwa kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mjibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Imetolea na kamanda polisi mkoa wa Tarime Rorya. Hii ni taarifa kutoka ndani ya jeshi la polisi, jeshi la polisi Tarime, ambapo taarifa hiyo imetolewa hii leo kuhusiana na kukamatwa na kushikiliwa kwa mwanajeshi huyo mwenye uraia pacha wa, uh, wa Kenya na Marekani. Na kwa mjibu wa jeshi la polisi wamesema kwamba bado upelelezi unaendelea kufanyika na ukikamilika basi hatua stahiki zitachukuliwa dhidi ya mhusika. Na ifahamike pia, siku za hivi karibuni, kufuatia vurugu ambazo zimeibuka, jeshi la polisi pia limekuwa likiendelea kuangalia mwenendo wa hali ya kisiasa nchini, lakini pia hali ambayo imekuwa ikiendelea mpakani mwa Tanzania. Na kama ambavyo ulisikia e, siku chache zilizopita kwamba kulikuwa na vikundi ambavyo vimeingia nchini Tanzania kwa ajili ya kushiriki kufanya vurugu katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29. Huenda labda hii ndiyo sababu kubwa ambayo imesababisha hayote kuweza kutokea Oktoba 29.